Oh, Dada Mary, sasa unaelekea wapi? Hmm. Kwa sasa nashukuru Mungu Hmm. Sababu kusema ukweli mimi... umeshamwaga bosi wako? Bosi nimemwaga. Jamani, mbona hatujampa dada, sasa unamwagaje? Nimemwaga kwa sababu hmm, k kuna, kuna mtu kumbe kai, katika kuna dada kuna yani katika familia ambayo nilikuwa nakaa hmm, wewe bosi wangu hmm, ana mdogo wake hmm, ambaye ni daktari. Mm -hmm. Kwa hiyo alikuwa anachukua vitafunio na chakula, haendi kula vya kazi, kazini chakula kipo. Mm -hmm. Lakini anataka vile nilivyopika mimi. Sasa. Mm -hmm. Kuna mmoja kala chakula bites, ambazo nilikuwa nazitengeneza mimi. Anasema nimependa mm -hmm. sana hii hii chapati na hii kitomboa. Mm -hmm. Kwa mimi cha kufanya, naomba huyu dada mm -hmm. kama ana uwezo mm -hmm. apike mm -hmm. afu mimi ninunue kwake kwa ujumla. Kwa hiyo eh hapa nisha nikamwambia mimi sitaki kuniajiri. Mm. Nataka nijiajiri mwenyewe. Mm -hmm. Wewe uchukue kwangu vitu kwa ujumla. Mhm. Mm, kwa hiyo anataka chapati, anataka vitumbua mm -hmm. pamoja na keki. Kwa ngapi? Kila siku anachukua pesa 100 100. Eh, zote hizo. Akasema hana Krismasi, hana Idd wala ana, si ana, ana, ana, ana mwaka mpya. Ni kazi kwenda mbele. Kwa hiyo pesa 100 chapati, pesa 100 vitumbua, vitumbua na keki. Eh. Kwa hiyo hapo tayari ume, unaoda. Niko ah. Oh. Yaani kila na, siku ee. Tayari hapa tunavyoongea, yani oda ziko tayari, ndio tarehe mbili. Yani naanza kazi rasmi e. mm. Na ni mkoani wapi? <laughs> Songea, Songea. Kwa hiyo wewe unaenda Songea sasa e? Kesho, kesho kumi na moja, nishakata tiketi ndio. Ehe. Mm. E, sasa bosi wako umemwachaje? Bosi wangu nimeongea naye vizuri, nimemwelewesha, kanielewa akaniambia nikiwa na changamoto yoyote nisisite kumwambia e, mm. Yaani kwamba ameshatengeneza mahusiano eh, kaamba ukiwa na changamoto yoyote, mm, naomba usisite kuniambia, maana mm, tushakuwa ndugu. Mm. Nikamwambia sawa, na ukiwa mm, mm, mm, na wageni kama, na mimi niko free, basi niambie, mi nisioni shida ya kutoa nauli nikuja kusaidia. sawa sawa. Nimechoka, haya. <laughs> O-of course upande mwingine kwamba bosi aja tujampatia dada, mm. na kumbuka, alibu, alifanya mm. alipresi oda mpya sasa hatujampa, kwa hiyo inabidi tufanye chap chap ili tumpe mtu mwingine, kwa hiyo kwa sababu mtu mwenyewe mm. sio mkaaji, sio mkaji. Eh? Yeah, lakini kwa upande mwingine, kwa kweli, we are happy for you. Tumefurahi kuona umepiga hatua kubwa mm. unatoka pale tayari unajua unaelekea wapi mm. tayari una mwanga mkubwa wa kibiashara mm. na wewe ni mtaalamu wa hayo mambo ya vyakula mm. na tenda manake umeanza na hivi item tatu mm. means kwamba unaweza kufika hata kumi ishirini, you know Mungu akufungulie milango. Amina. Uende ukakue ukafanikiwe. Amina. Na uwe yani uwe balozi wetu. Mm, yes. Ukutaka kwenda, unakuta wadada hawajielewi, hawana mtaji, waambie jamani, mimi nimepita wadada pale, nendeni. Amina. Acheni ubisho, nendeni pale, mtengeneze maisha yenu. Mi mwenyewe kwanza, nivyoona tangazo la Facebook mara kwanza nilikuwa sijaamini, ila kwa sababu nilikuwa nakuona kupitia kipindi kile cha wana wanawake live TV, kipindi kile nikasema, Dada Joy hawezi kuwa muuni na nzuri zaidi. Nilipigia simu, nikapokea, nikasikia sauti yake, hiyo ndio ikazidi kunipa motisha na Yeah. Imani kwamba mm. uko kwenyewe safi kabisa mm. nimependa neno lako moja, dada Joyce, hajawahi kuwa muone kabisa yako, mm. kwa sababu jinsi unavyotengeneza brandi yako ndivyo ambavyo jamii inakuamini. Kwa hiyo hata wewe umeona umekaa vizuri na bosi wako mm. umetoka pale, ana imani na wewe mm. alikuwa anaweza kuachia nyumba yake miezi miwili, anasafiri anarudi, kwa sababu uaminifu ule uliujenga. Mi nimejenga uaminifu mkubwa kwenye jamii yangu naposema kwamba nafanya kitu fulani kweli nafanya, na ninavyowaambia wadada wakija hapa wawe waaminifu mm, kwa sababu hicho ndio kitu najua, ndio silaha ya mtu yoyote. Ukiwa mwaminifu, utaishi na binadamu wa aina yoyote, yoyote popote, na utaishi vizuri. Absolutely. Shida wengi ndio hao waaminifu ni changamoto, ndio maana wanashindwa na hizi kazi kwa sababu wanatamaa, anataka tu alale amke awe amepata simu nzuri, amepata hela, amepata nini, maisha yako hivyo kwa hiyo ninachowafundisha ni kitu ambacho mimi nimekiishi na na uhakika na nacho. Kwa dada Mary, bwana, sisi tunakutakia kila la heri amen, eh usitusahau usikumbuke. <laughs> Eh, sababu nyinyi ndo ndo ndo mzizi sasa, au sio eh? Basi hamna neno, ukija da kama hivyo unasafiri, utakapokuja uje kutusalimia eh, tutaleteni na zawadi, amna shida samaki. <laughs> Yuko nasikia wengi kule. Haya, e. Sawa. Haya, asante, karibu.